Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV kwa siku ya leo, tukuwa tunaangazia kuhusiana na, na kilimo cha matembele. Naomba ni kukumbusha mpenzi mtazamaji uweze ku like, uweze ku subscribe pamoja na comment, na pia kitu kingine naweze kukumbusha pia uweze kutazama video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwani leo tutajifunza kuangalia mazingira bora ya uweze kuweza mazingira bora ya, ya kilimo cha matembele kwa tuangazia mazingira bora kilimo cha matembele. Kwa mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, kama unaangalia skrini yako hapo, kwanza, kuna mto pembeni unapita mfereji huo. Kwa jitahidi sana, mazingira ya kwanza, eneo lako lazima liwe na availability ya upatikanaji wa maji kama sio mto, kama kwa mkulima wetu hapo, basi kuna mazingira ambayo yanapatikana maji, kwa matembele bila maji hayaendi, na mazao yote tunafikiri tunafahamu kwamba mazao mengi sana tegemea umwagiliaji yani, unamwagilia maji yale maji yanakutana na mbolea kwenye ardhi kule, na unaweza kupata matunda yaliyokuwa yako mazuri kwa mbegu zimeza maji. cha ja kwanza kabisa lazima uwe na uhakika wa kuweza kupata maji, ndio uweze kuanzisha kilimo hiki cha matembele. Kitu kingine uwe na uhakika wa eneo zuri, kama unavyoangalia katika skrini yako hapo ina maana hii ni tembele ambayo wa limependeza vizuri, pembeni kuna maji na pia mazingira yake ni mazuri, ndio maana limeweza kustawi hivyo. Jana huyu kijana huyu anawakia kuchuma wa matembele haya, kila siku anachuma na kuwauzia wafua wa ufua, kulima pamoja na wale walaji. Kwa hiyo lazima tafute mazingira yaliyokuwa ni mazuri, udongo ambao ni mzuri unaosapoti kilimo cha matembele na udongo ambao ni wa mfinyanzi nasa so, udongo wa kichanga jitahidi sana a una, unapanda matembele yako au unaanzisha kilimo cha matembele, angalia sana udongo. Udongo udongo unataka kupanda, usipande wa wa kichanga. Udongo wa kichanga ukipanda huwa una tabia kupoteza maji na kupoteza mbolea, na pia zao lako halitakuwa nzuri kama hili unavyoliona hapa. Ndio mpenzi wa watazamaji wa Nebuye TV, huko pembeni unapotazama ndio shamba letu la matembele na mkulima wetu anatupeleka anatufundisha hatua moja baada ya nyingine, ili kuweza kujua maandalizi bora ambayo yanaweza kusaidia wewe kuweza kulima matembele na ukapata mavuno yaliyokuwa ni mazuri. Ya kwanza ni eneo zuri, kitu kingine azia za maji, inabidi uweze kuwa na mbolea, yani mazingira yako ambayo unalima matembele kwa, kuna mbolea aina mbili aidha kuwa kuna uwezekano wa upatikanaji wa mbolea ya asili au kuna uwezo wa kupatikana mbolea madukani. Kama kulikuwa kuna mbolea na yenyewe, ndio mazao yako yatakuwa kama hayo. Unaangalia hapo katika skrini yako, unaona mbengo za maji, kwamba mbolea pia ni muhimu sana sana sana sana. Na kitu kingine unapokuwa unapanda matembele, itabidi kuweka njia ya kupenyezea, njia ya kupita ili kusudi kuweza kutoa huduma katika matembele yako. Kama sisi pembeni hapo, ukitazama kuna njia ambayo inakusaidia kupenya nakusaidia kupenya kupita kwenda kufanya huduma kwenye matembele yako. Kwa lazima eneo lako liwe lina njia, tengeneza njia kwenda matembele na sambaa sana, kwa sambaa uweze kujua, kama njia yangu ya kupita kuweza kutoa huduma, njia yangu ya kupita kuweza kuchuma, na njia yangu ya kupita kuweza kutia mbolea, na njia yangu kuweza kupita kwa ajili ya kuweza kumwagilia, ni njia ya aina gani? Uweze kutengeneza njia iliyokuwa nzuri. Kombe watazamaji wa Nebuye TV, na kukumbusha tu kuweza kujitahidi sana sana sana na kulima matembele kwa, na faida kubwa mno, na faida kubwa mno kwa mlaji pia, na faida kubwa mno kwa mkulima. Ni lima hayo matembele koal. Kwa kwa awali, njia ni ya muhimu sana kwa unapokuwa unapita katika njia yako kama kwenye skrini unapotazama hapo, ina maana hapo na ni njia ambayo unapita unaenda kutoa huduma kwenye matembele yako. Ya kitu kingine, lazima uweze kuangalia hali ya hewa ya upandaji wa matembele. Matembele yanapenda sana kupandwa katika hali ya hewa ya ka mchanganyiko, kama hali ya hewa kitropiki, ile hali ya hewa ambayo kuna upatikanaji wa mvua kwa muda mwingi pia matembele yanapenda sana au hali ya hewa ile ambayo ni ya kawaida tu, upatikanaji wa mvua ni wa hali ya kawaida. Ina maana kwa mwaka msimu mmoja wa mvua, kama mazingira ya pwani, mazingira ya kusini, ni mazingira ambayo mvua zinapatikana kwa uchache, ina maana kwa mwaka ni mara moja. Pia unaweza kuvuna ukalima matembele katika mazingira hayo na uhakika wa kuvuna upo kuna maana mazingira na hiyo inayoathiri sana kilimo cha matembele. Kitu kingine, mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, ni kuhusiana na jambo zima la wadudu. Uanzishe kilimo cha matembele kama haujui kwamba unaathiriwa na wadudu gani au unaathiriwa na changamoto gani? Matembele ni kama zao lingine tu, ambapo mazao mengine yanapatikana katika eneo lako. Na nyenye nao wanaathiriwa na wadudu. Kuna wadudu vidogo vidogo kwa vinakula, vinazuia uzalishaji wa matembele, vinazuia matembele kuendelea kukua. Kwa wadudu hivyo, na wenyewe navyo ni hatari sana katika afya ya matembele. Unabidi ujitahidi sana kabla hujaanza kulima, pia uweze kuwa ameandaa mazingira ya kupata dawa, kupata dawa yani viuatilifu viuatilifu lazima uwe navyo, dawa mbalimbali lazima uwe nazo kwa ajili ya kupuliza tembele zako. Kuna dawa aina mbili ya viuatilifu: ni viuatilifu vile vya ambavyo vinatengenezwa kiasili na kuna viuatilifu vingine ambavyo vinatengenezwa kutoka madukani ambavyo wataalamu wengi wanakuwa hawashauri kwa sababu vinaharibu afya ya mlaji. Lakini kama hauwezi kabisa, inabidi unavyokuwa unapuliza viuatilifu vile kutoka madukani ukae ukae walau mbili siku kumi na nne ndio uweze kuchuma tembele lako. Usiweze kuchuma tembele wakati umepulizia dawa, utaenda kumwathiri yule mlaji, atapata magonjwa mbalimbali kama magonjwa ya kansa, kama magonjwa ya matumbo. Huyo mlaji ataathiria magonjwa kama hayo, ataasirika pia na magonjwa. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, ndio hivyo, lazima uweze kuwa umeandaa mazingira ya kupata dawa ya kupulizia wadudu kama dawa ambayo ni organic ni yani, dawa ya kutengeneza mwenyewe. Unaweza pia ukatumia dawa, wachukua dawa ya asili ambayo watu walikuwa wanatumia, ukachanganya vizuri kabisa, na kukusaidia katika kupulizia na kuua wadudu. Na kitu kingine za maji, kabla hujalima matembele, lazima hatua mbalimbali uweze kuchukua, ili uweze kulima kwa ustadi na kwa ustawi mzuri. Jitahidi sana matembele yako asiwe na magugu yani uweze kupalilia kwa wakati. Watu wengi wakiangalia matembele kama hivi wanahisi matembele haya hapaliliwi wala yaathiriwi na magugu. Kwa kama utazama katika skrini yako hapo na upepo unapuliza utaona vizuri utaona kwamba hata matembele yenyewe nayo yanaathiriwa na wadudu, yanaathiriwa na magugu. Kuna majani pembeni ambayo yanaota kwa chini hapa kama unaangalia vizuri. Kuna majani huwa yanaota. Kwa hiyo majani yakiota, inabidi ya yaweze aweze kuaweze kuyapunguzia, maana tunaamini kwamba na tunajua kwa magugu ndio chanzo ambacho kinasababisha kinakuwa kinachukua chakula kwenye mmea kinachukua nutrient mbalimbali eh, vinafyonza maji na competition unaweka bila mmea wa matembele kula kile chakula chote au mbolea yote ifyonze na mmea husika lakini unaenda kufyonza na yale magugu na yale magugu ambayo hayatakiwi. Mpendwa mtazamaji, kama angalia katika skrini yako, na nakukumbusha tu mwisho video hii ndo mwanzo video nyingine, naomba uweze kuangalia mpaka mwisho video yetu ambayo inahusiana hatua za muhimu sana za kuchukua kabla haujaanza kilimo cha matembele. Na kitu kingine nakukumbushia uweze kusubscribe, uweze kulike, uweze kucomment na pia mpendwa mtazamaji naomba uweze unisaidia kujibu maswali yangu machache haya. Kama wewe ni mkulima au mjasiriamali ambayo unapatikana nyumbani, ni hatua gani ambazo umeweza kuchukua kwa ajili ya kujikwamua kiuchumi? Na kama wewe pia ni mkulima wa matembele, ni changamoto gani ambazo unakutana nazo katika kilimo chako cha matembele? Na kitu kingine cha muhimu sana, tunalima ili kusudi tuweze kupata pesa. Je, eneo lako uliopo uli mkoa unaokaa au wilaya unaokaa ni je soko la ma, soko, soko la matembele linapatikana kwa kiwango gani? Ni kiwango gani ambacho soko la matembele linapatikana? Utasoma komenti zako, na tuweze kushirikiana tuweze kujikwamua na kutafuta masoko kwa pamoja, ili kusudi uweze kufikia malengo yako na kilimo chako kiweze kuwa natija. na tija nakumbusha pia malengo za maji. Nasuma komenti zako, na kwa mtu ikuwana anakiajibu vizuri maswali haya, kuna zawadi nono watakazopata kutoka Nebuye TV. Nashukuru wakuweza kuwa na sisi na kuomba kuweza kusubscribe ulike, pamoja na komenti. Karibu sana Nebuye TV.